Kwa hiyo oh, sisi kama wajasiriamali na wanataaluma tuna, tuna investi kwanza kwenye elimu, mtu apate maarifa ya kwenda kufanya kila anachotaka kufanya. Kama mtu anataka kufuga tunataka afanye ufugaji wenye tija. Kama mtu anataka kwenda kufanya biashara mbalimbali iwe ya mazao na nini, tunataka ajue afanye kwa, kwa tija, iwe na faida kwake ya uinjilist hiyo ndio ya kwanza, maana hilo ndilo lengo lakini. Fursa ya pili ni ya kiuchumi, ukishajiunga na chama hiki basi ukibaki kama ulivyo labda hukuweka maanani kiuchumi utaenda mbele sana. Askofu Mkuu jimbo la Nyanza Kusini, Askofu Musa Zumbi anaona mikutano hii licha ya ushiriki wao wanapaswa kuenda kufanya kazi ili wafikie malengo, akiungwa mkono na viongozi wengine. Tujenge mtazamo wa kupenda kazi e, tukafanye kazi kwa bidii e, miujiza haiwezi kuleta hela. E, lakini kufanya kazi kwa bidii. Fungua kibanda, tafuta ka biashara, nenda kwenye shamba, nenda kwenye uvuvi, na Mungu anabariki kuanzia hapo. Na sisi katika kanisa tuna kitengo maalum cha ujasiriamali na uwakili, kinahimiza watu wafanye kazi, maana kazi zinaleta baraka na mali, apate ujasiri wa kuingia kwenye uwekezaji, apate ujasiri wa kuzitimiza njozi za kile alichokuwa anafikiri, lakini pia tumejifunza ya kwamba baada ya mikutano hii tunawategemea wana ATAPE wanapobarikiwa na Mungu katika kazi zao, kuwa waaminifu kwa kurudisha zaka na kutoa sadaka kwa uaminifu.